Kuna breaking news hapa kuhusu taarifa kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imeingia mkataba na kampuni moja ya Marekani inayohusika na masuala ya lobbying, mkataba ambao thamani yake ni shilingi bilioni mbili na pointi saba. Makala hii inakueleza kwa kifupi kuhusu mkataba huo ambao hadi muda huu haijafahamika kama umethibitishwa na bunge au la, lakini hakuna dalili hiyo kwa sababu hatujasikia taarifa zozote, na taarifa zinaonyesha kuwa mkataba huu umefanyika katika hali ya usiri. Kwa hiyo, taarifa zilizopatikana hapo jana zinaeleza kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imeingia mkataba uh, na kampuni ya Kimarekani inayofahamika kwa jina la Irvine, Graves Strategy Group LLC. na kampuni hiyo imeingia mkataba na, na serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Um, kwa hiyo ta, huu mkataba kwa mujibu wa sheria za Marekani uh, kampuni zinazofanya kazi na serikali za nje zinapaswa kujisajili na utaratibu unaofahamika kama Foreign Agents Registration Act um, yani ni sheria inayotaka mawakala wanaofanya kazi na, ma, na, na, na, na taasisi za nje au serikali za nje kujisajili rasmi uh, na mamlaka husika nchini Marekani. Kwa hiyo tarehe tisa ya mwezi huu Januari, ndipo taarifa hizi zimepatikana. Kwa hiyo kampeni, kampuni ya Ervin Graves kuwa imesajili Uh, kwenye kwa, kwa kufuata utaratibu wa hiyo Foreign Agents Registration Act FARA, uh, na inaonyesha bayana kwamba kampuni hiyo imeingia mkataba na serikali ya Samia, uh, kwa ajili ya huduma za lobbying. Uh, nilishawahi kueleza huko nyuma, kuna makala hapa viweka hapa Jasusi TV kwamba serikali ya Tanzania, serikali ya Samia Suluhu Hassan ilikuwa ikifanya jitihada huko nchini Marekani kupata wakala wa kuisaidia kufanya hiyo huduma ya lobbying. Uh, sasa maana ya lobbying hasa ni, ni msamiati ambao unatumika zaidi katika masuala ya kisiasa. Um, labda tafsiri nyepesi ni kwamba serikali ya Samia imeshi, imesimamia mauaji ya raia zaidi ya elfu kumi kwa mujibu wa takwimu zilizopo, na moja ya nchi ambazo zimekemea vikali kuhusiana na hayo ni Marekani kwa hiyo haya makampuni ya lobbying yanachofanya ni kujaribu kusafisha taswira ya Tanzania kuchaf, kuta, kusafisha taswira ya Samia Suluhu Hassan, kusafisha taswira ya serikali kwa kutumia mikakati ya kibiashara ya ushawishi wa kibiashara. Nchi hizi za magharibi uh, pengine tofauti na nchi zetu uh, za Afrika uh, mara nyingi zimekuwa na hili genge la makampuni yanayofahamika kama makampuni ya lobby. Uh, sasa haya makampuni ya lobbying, mara nyingi yanakuwa na watu wenye ushawishi mkubwa ambao yanawasiliana na wabunge, yanawasiliana na watu kwenye serikali, wanawasiliana na watu kwenye mashirika ya misaada na vitu kama hivyo. Ndio huduma ambazo serikali ya Samia imeingia na hii kampuni inayofahamika kwa jina la Evan Grace, uh, ya nchini Marekani. Sasa kwa mujibu wa nyaraka za mkataba uliopatikana inasema kwamba mkataba huo ulianza rasmi tarehe moja ya mwezi huu Januari elfu mbili na ishirini na sita. Na mkataba huu ni wa miezi ishirini na nne yaani miaka miwili. Ada ni dola za Kimarekani elfu arobaini na tano kwa mwezi na malipo ya, kwa ajili ya malipo ya huduma za ushawishi, ndio hiyo mambo ya lobbying hayo, ushauri wa sera na mawasiliano ya kimkakati ndani ya ndani ya serikali ya, ya, ya Marekani. Kwa hiyo kampuni hii uh, kutokana na malipo iliyopewa itakuwa ikijaribu kufanya ushawishi kwa niaba ya serikali ya, ya Samia uh, kujaribu kutengeneza uh, taswira kwenye masuala ya mikopo kwenye masuala ya misaada na vitu kama hivyo. Kwa hiyo malipo ambayo tayari yameshafanyika ni ya dola elfu arobaini na tano na haya malipo yalifanyika Januari saba ya mwaka huu 2026 na hati za usajili katika huo uh, kwa, kum, kwa mujibu wa hiyo sheria inayoitwa know, FARA uh, ni kwamba wakala huyu aliyelipwa hizo fedha atalenga zaidi, yani atajikita zaidi katika kufanya mawasiliano na bunge la Marekani, maafisa wa serikali ya Marekani, pamoja na mashirika mbalimbali mbali ambayo Tanzania itakuwa inahitaji, au serikali ya Samia itakuwa ikihitaji mawasiliano na taasisi mbalimbali za nchini Marekani. Pia kuna maeneo mengine yaliyobainishwa katika mkataba huo ni pamoja na ushawishi wa sera za kigeni, ulinzi, biashara, mgao wa bajeti na usalama wa taifa. Kwa hiyo, pia idara ya usalama wa taifa inaingia katika masuala haya ambayo yatakuwa yakipigwa debe na hii kampuni ambayo imeingia mkataba na serikali ya Samia Suluhu Hassan pia kuna kipengele cha kushirikiana na vikundi vya wabunge uh. Sasa Marekani, bunge la Marekani uh, lina vikundi mbalimbali ambavyo vinafanya kama caucus uh, vinakuwa eidha vya kutoka chama kimoja, labda chama cha Republican au chama cha Democrats ambavyo pia ni vikundi vyenye ushawishi uh. Mara nyingi vikundi kama hivyo unaweza kukuta kundi la wabunge limesafiri kwenda uh, nchi fulani kwenda kukagua kitu fulani, na waki wakitoka huko wanakuja na ushawishi wa namna fulani. Kwa hiyo ni masuala ambayo yanahusiana na ushawishi kwa kiasi kikubwa, lakini pia mkataba huu unahusu kujenga mahusiano uh, kati ya serikali ya Samia na vyombo vya habari vya Marekani. Sasa kwa mujibu wa kiwango cha kubadilisha fedha uh, cha wakati natengeneza makala hii ni kwamba dola hizo elfu arobaini na tano kwa mwezi ni sawa na takriban shilingi milioni mia moja kumi na tatu na laki nne za kitanzania kwa mwezi. Na ifahamika kwamba mpaka sasa hivi hakuna udhibitisho kwamba fedha hizi zimeidhinishwa na bunge kwa sababu a, ni matumizi ya serikali, lakini yalipaswa kuidhinishwa na bunge. Kwa hiyo mpaka muda huo hakuna dalili na uwezekano ni mdogo wa suala hili kuwa limewasilishwa bungeni, kwa sababu inafahamika sasa hivi kuwa kutokana na udhaifu wa bunge, serikali imekuwa ikitumia fedha bila kuhitaji idhini yoyote ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa kwa kuwa mkataba ni wa kipindi cha miaka miwili, maana yake ni kwamba jumla ya fedha zitakazolipwa katika kipindi hicho ni shilingi bilioni mbili na pointi saba. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa cha ja fedha, na ikumbuke kwamba hizi ni fedha za walala hoi wa kitanzania ambazo kwa hakika zinalipwa pasipo idhini yao. E, kwa hiyo hizi um, hayo ndio yatakuwa ni malipo yatakayotokana ya na thamani ya mkataba uliowasilishwa katika taasisi husika huko nchini Marekani. Lakini haya kuthibitisha kwamba kuna unafiki mkubwa unaofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan, juzi uh, serikali hii ilitangaza bana juzi uh, Samia alikutana na mabalozi wa nchi mbalimbali huko Dodoma katika kile kinachoitwa Diplomatic Sherry party. hii ni party ya kila ni hafla ya kila mwaka mpya ambapo rais hukutana na mabalozi wa nchi mbalimbali pamoja na taasisi za kigeni. Sasa katika hafla hii uh, ilielezwa kwamba Samia amezu-, amezindua kitu kinachoitwa sovereign pragmatism na, be, na kimsingi ni kwamba ni mwelekeo wa kujitegemea kufanya biashara zaidi badala ya kutegemea misaada na ushirikiano wa kimkakati na mataifa mbalimbali na ikaenda mbali kuonyesha kuwa Tanzania ni nchi ambayo imepiga hatua katika uchumi wake, inajimudu, iliweza kugharamia uchaguzi wake na vitu kama hivyo, na pia ilitumika fursa hiyo kuonyesha kuwa kwa nini serikali ya Samia ililazimika kuua maelfu ya Watanzania, kwa sababu inataka kulinda usalama wake, na hasa kwa sababu inapiga hatua kimaendeleo, kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na hiyo serikali. Kwa hiyo uh, ukiangalia kitu kinachoitwa scope of work yaani, um, wigo wa kazi kwa hii kampuni ya, ya lobbying iliyopewa hiyo tenda uh, ni kwamba miongoni mwa majukumu yake ni kuunda simulizi chanya kuhusu Tanzania uh, kuimarisha taswira ya, ya Tanzania kama mshirika wa kuaminika katika masuala ya usalama wa kikanda kupambana na ugaidi na kushawishi uwekezaji wa kigeni hususan katika sekta za madini muhimu na biashara ya kimataifa. Kwa hiyo um, lengo hapa hizi eh, tas, tas, kuunda simulizi chanya ni hicho ilichoezea kwamba, kutoa maelezo ya kueleza kwamba Tanzania ni nchi inayofaa, kujaribu kuua simulizi za haya yaliyojiri Oktoba ishirini na tisa na kuendelea kuua stori za mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kuwepo gerezani kwa takriban miezi kumi kwa kesi ya mchongo ya uhaini, kuficha taarifa kwamba kumekuwa na wimbi la utekaji pamoja na vitendo vya ubakaji ulawiti na vitu kama hivyo, lakini kujenga taswira ya matukio ambayo yanaonyesha kwamba Tanzania ni nchi uh, sahihi, serikali ya Samia Suluhu Hassan inafanya kazi vizuri na vitu kama hivyo. Lakini pia kupigia chapuo uh, nafasi, yani mtizamo kwamba Tanzania ni mshirika wa kuaminika katika masuala ya usalama uh, hasa katika upande wa jeshi la wananchi wa Tanzania, ambao linalalamikiwa na Watanzania wengi kutokana na kushindwa kuchukua hatua katika yali, kwa, kwa yaliyojiri Oktoba 29 na kuendelea. Lakini pia kuonyesha kuwa Tanzania uh, ni nchi ambayo iko mstari wa mbele katika kama ni mshirika wa kuaminika katika mapambano dhidi ya ugaidi. Lakini hili pia lina kasoro yake kwa sababu kuna idadi kubwa ya vijana wa Kitanzania wanaoondoka kwenda huko Somalia ambako baadhi wamejiunga na kikundi cha Alshabab, wengine wamejiunga na tawi la ISIS huko Somalia. Lakini pia kuna vijana wa Kitanzania wanaoenda DRC Aa, na wengine wanakwenda huko Aa, Msumbiji kujiunga. Kwa hiyo licha ya huku kujipigia debe bado kuna changamoto kubwa katika swala, lakini pia hali ya usalama wa Tanzania itaathiriwa zaidi na ukweli kwamba imani ya wananchi kwa vyombo vya dola iko katika kiwango cha chini kabisa. Na hakuna taifa ambalo linaweza kujigamba kuwa liko salama endapo wananchi wake hawatoi ushirikiano kwa vyombo husika vya usalama na hii taarifa inatakiwa kredit zote ziende kwa mwanaharakati Maria Sarungi, ambaye aliweka mkataba huu hadharani na aliweka tweet hapo jana iliyokuwa ikieleza kwamba mkataba huu unatilia shaka uhalali wa matumizi ya fedha za umma kwa kufanya hizi huduma za lobby. Na Maria ameahidi kuendelea kutoa taarifa zaidi kuhusiana na hili swala la huu mkataba, lakini huku ni mwendelezo wa kutapatapa kwa Samia Suluhu Hassan hasa hii iangaliwe pia kwa, kwa mtizamo kuwa kuna kesi a, katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo Samia ameshtakiwa na kesi hiyo inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo ni mkakati wa kukabiliana na hizo. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni hapo chini kwenye komenti. Asanteni na kwaherini.